Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Allah ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Na ndugu zangu wapenzi watukufu, leo tupo katika mashindano mengine ya Qur'an hapa Chamanzi Azam Complex. Kama unavyoona waja wa Allah, eh, tunafanya challenge ndogo ndogo kuuliza maswali na majibu na kama kawaida tumabebea ikramu ya zawadi. Asante. Wewe kabisa. Kipindi kidogo hapa. Unaitwa nani shehe wangu? Mimi naitwa Masudi Masudi Kasele. Kasim. Kasele. Ah, mm. Masudi Ah, yu, eh? Mita Mita Tabora, Nyamwezi. Nyamwezi. Mm. Madrasa. Ah, Ah, Kigoma hiyo eh? Tabora. Tabora Bwana, unasoma madrasa? Madrasa si kujua hivi na yangapi.

Kuna kauli mbili ambao anasema ile bismillah nao ni aya eh? Ukijumlisha bismillah, inakuwa ina aya saba, ila kama ukitoa bismillah, inakuwa ina aya sita, hasa kwa kutegemea uh, ah. Hapo unafata kauli ipi? Kama unafata kauli bismillah ni aya pale ni kauli eh, saba. Kama unasema bismillah sio aya, ni kauli nani? Aya sita. Unamsikia shehe, sahihi kwa upande wake yuko sawa na ndio ilivyo. Kwa upande wako yuko sawa. Ah, kwa kwa upande wangu sawa, kwa sababu sura suaka ina su, ina aya sita lakini ukijumlisha na bismillah yenyewe inakuwa na aya saba, ndio. Unasema kwa upande wako yuko sawa nikajua wewe msimamo wako ina aya 56. Ah, ndio mambo sikuelewa vizuri. Ah, unaelewaje mwanzo?

watu wetu wanataka wajue eh? sura. So, Al-Fatiha ina aya ngapi? Msaidie <coughs> dada <coughs> <Ha? tos> <It's a girl, tos> eh? <coughs> unaitwa nani? Shadia. Shadia. Waambie I am sadia wambie saayamsikilizeni sura Al-Fatiha so, tuina aya ngapi tatu na ya tano tatu Ah. Ah, Salamu alaykum. Haya tusomeni, madrasa sawa. Haina umri hiyo. Kila mmoja aende ajitahidi, asome afahamu, sawa. Eh manake, uweze kuswali bila kuifahamu Suratul Fatiha, lazima ujue vizuri. Manake tuko karibu na mashe na masheena maustadha atufahamishe, sawa dazanguni. Suratul Fatiha ina aya saba, sawa so ina, aya haya, asanteni, haya haya na mdogo, mpenzi mtazamaji, kama kawaida, bado tunaendelea na maswali yetu madogo madogo ya challenge. Twende kwaasikie waja wa Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wema? Wema. Na somo la gani wewe? Ah, unaitwa nani lakini?

Unaitwa unaita nani? Jafari. Jafari nani? Nasoma maa madrasa Madrasa. Madrasa gani? Azhar. Azhar, yeye yuko wapi? Kiponza. Ah, yuko Kiponza hapo. Eti sura Al-Fatiha ina aya ngapi? chini

Na saba. Masha Allah, umepatia. Sawa, umefunga leo, ukikua biskuti auko kula utatunza mpaka jioni. Haya, ngoja tukupe biskuti, ukifika jioni utafuturu, sawa? Ukifika jioni utafuturu, sawa? Haya, soti ina aya. Assalamu aleikumatyaap

abay mayon eh? Amin. Assalamu alaykum, unaitwa nani?

Haya, dada anaona inaitwa nani? Oh, haya, msaidie Suratul Faatiha ina aya ngapi? yeka shindwa. Oh, wow. Ina aya saba. Wamefunga haya, usitetee vitu mdomoni sasa. Sawa huyo <laughs> <laughs> ndugu yako rafiki yako rafiki yako, mnakaa pamoja. haya, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika sawa. Hizwadi yako kwa kupata kama utakula naye bada wema. Unaitwa nani dada? ni dadamoja Qur'an? mashindano ya Qur'an i sitokatufahamu tu, unasoma madrasa kwanza? Ae. madrasa gani Umesahau madrasa yako? Sura al-Fatiha , yeah. Ah, so itina aya ngapi? Inaya aya aya, yeah, tano sita. Kuna uhakika? Hebu isome afu za hesabu haya Ayaa na aya tano na aya e, saba. Sawa na aya ngapi? Huu ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Qur'ani, tusome mara kwa mara sawa. Sawa. Kama ungepatia tungekupa zawadi yako. Huko tulipotoka tushatoa zawadi nyingi. Sawa, sawa. Aya, asante haya, shukrani.